Niwapongeze sana wenzetu hawa wa Tanesco kwa kuleta programu maalum inayoitwa Konekt Umeme Pika kwa Umeme. Sio tu kwamba ina manufaa kwa Tanesco, lakini inalinda uhai wa kudumu kwa Watanzania na watu wengi. Umeme umefika karibu kila kaya. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kuendelea kutafsiri sera hii na maono haya Mheshimiwa Rais na hasa pia kwa bodi ambao ndio mmekuwa ni washauri wazuri ili kufanya jambo ambalo litakuwa na manufaa makubwa kwa Watanzania. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko ya nishati safi. Ukikopa jiko lile leo, utalipa kidogo kidogo kupitia marejesho. Unaponunua no, umeme wako unakatwa. Ndugu zangu wa Tanzania, kwamba leo ni Tanesco mtaani kwako tuko kwenye kuungana na wenzetu wote wanaofanya biashara duniani kusherekea wiki ya huduma kwa mteja. Na sisi kama TANESCO eh, kampuni ya serikali yenye jukumu la kusambaza umeme kwa wateja wetu, tuna wajibu kabisa wa kusogea na kutathmini na kuzungumza na wateja wetu, na mpaka sasa tumehudumia wateja zaidi ya mia tatu na hamsini na huduma inaendelea. Yote hii ni kuhakikisha taarifa zote muhimu kutoka TANESCO zinafika kwa wateja bila kuchelewa. Kwa wale wateja ambao baada ya kusikia hili tangazo, wateja wanaweza wakawa connected in the shortest possible time, yani kwa siku moja, na hilo likawezekana, tungeomba utusaidie ku officiate katika kuwakabidhi hayo majiko, mpango umewezekana.